Mimi niwaulize, kama ilikuwa ule jamaa mwingine, niwaulize, niwaulize, angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa? Profesa Kindiki ni fire, si fire bwana. Sasa mnajua kazi yangu imekuwa rahisi, kwa sababu leo niko na msaidizi ambaye anaelewa mambo ya serikali, anaelewa barabara, anaelewa stima, anaelewa universal health coverage, anaelewa elimu, anaelewa mpaka hata maneno ya savings. Anaelewa mambo ya serikali. Kindiki ni faya, si faya. Sindio, bwana? Sasa tunagawana kazi. Sindio?